Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Leo tarehe sita ya mwezi wa tano mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam inayokaa hapa Kisutu shauri la kesi ya, ya uchunguzi Jamhuri, e, dhidi ya Tundu Antipas Lissu limetajwa mbele ya hakimu mfawidhi E, Franco Kiswaga ambapo itakiwa e, kwamba kesi iweze kukuja kwa ajili ya kupata kwa ajili ya kwa kutajwa. Ichojitokeza tu ni kwamba mteja wetu Tundu Antipas Lissu yeye akutokea aku katika mahakama ile ya, ya kule gerezani e, kwa sababu ambazo alizoziainisha wazi kwamba yeye anataka kesi isikilizwe kwa njia ya yeye kuletwa mahakamani moja kwa moja na kukuwa katika mahakama ya wazi na sio katika mahakama ya mtandao. Upande wa mashtaka umesema kwamba uchunguzi wa shauri hili haujakamilika, na ukumbuke hii ni kesi ambayo ni ile ya uhaini. Sasa uchunguzi haujakamilika, mbali ya kwamba uchunguzi, kesi nzima inaegemea katika maneno ambayo mteja wetu Tundu Antipas Lisu anadaiwa kuwa aliyasema mnamo tarehe tatu ya mwezi wa wanne mwaka ishirini ishirini na na, na, na, na, na, na tano sasa upande wa utetezi tuko, tunasema kwamba madhari hoja nzima zilizoko hapa mahakamani zinahusiana na, na, na, na kwamba upelelezi haujakamilika, lakini unahusika maneno ambayo yameleta mashtaka ni yale maneno ambayo aliyatamka sababisha mashtaka hayo ya kesi ya uhaini. Upande wa utetezi tunasema kwamba tumemweleza hakimu kwamba kwa kuwa kesi nzima inahusiana na maneno yaliyotamkwa, hakuna cha kuchunguza cha ch zaidi, ni kwamba upande wa mashtaka ulete vile vitabu vya mashtaka hayo ili uchunguzi wa awali ukamilike. Upande wa mashtaka wao wamesema kwamba hawalazimishwi na sheria ku kuleta watakuwa tayari watapandisha. Lakini mwisho wa siku hakimu Kiswaga ametoa amri kwamba siku tunapokuja tena tarehe kumi na tisa ya mwezi wa, wa tano 2025 upande wa, wa mashtaka ulete maelezo kamili kwamba upelelezi umefikia wapi, na kesi haiwezi kuwa inaendelea kuwa inaishirishwa kwa hadi za, za nani za kusema kwamba uchunguzi auja, auja, auja kamilika. Basi kwa hiyo kesi hii itakuja mnamo tarehe kumi na tisa ya mwezi wa tano ishirini na tano na tutategemea kwamba upande wa mashtaka utaleta maelezo sahihi kwamba upelelezi umefikia wapi ili kesi ambayo inamkabili mteja wetu iweze kuanza